Bila shaka penye miti hapa kosi kivuli, ndivyo wakali walivyopata kusema, na mvutano wa kisiasa kuelekea mwaka 2027 unaendelea kukua. make it clear that the memorandum we have signed today does not define the formation of a political coalition between ODM and UDA Muungano wa kisiasa wa Ruto na Raila umeibua mchanganyiko mkubwa wa hisia miongoni mwa Wakenya, ukiibua mijadala, tahadhari na matarajio mseto. Thank you very much, uh, the honorable prime minister and please let's take our seats. Kuingia kwa baadhi ya viongozi wa ODM serikalini kumeacha upinzani ukiwa na nafasi ndogo ya kushikilia nguvu, Huku wananchi wakibakiza maswali mengi kuhusu dhamira ya ushirikiano huu. Wengi wanakumbatia tahadhari, wakitathmini kama muungano huu ni suluhisho la dhahiri la kisiasa au mkakati wa kujenga kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Swali ni je, viongozi tutakaowachagua wataweza kuleta mabadiliko yanayohitajika? Halima Athuman, The Game Changer Media.